Chama cha Msalaba Mwekundu mkoa wa Kilimanjaro kimetembelea kituo cha kulea wazee cha Njoro mjini Moshi na kutoa misaada ya hali na mali ikiwa ni shamra shamra za kuelekea maadhimisho ya miaka sitini na mitatu ya Tanzania Red Cross Society. Hatua hiyo inapeleka ujumbe kwa jamii kuwa Tanzania Red Cross Society mkoa wa Kilimanjaro ni kiongozi katika juhudi za kibinadamu, ikiwa na maana kuwa ni shirika ambalo linachukua hatua sio tu kwa maneno matupu. Akizungumza wakati wa kukabidhi misaada hiyo iliyogharimu kiasi cha shilingi laki tatu mratibu wa Tanzania Red Cross Society mkoa wa Kilimanjaro Muhamed Kisima amesema kanuni ya kwanza ya msalaba mwekundu ni kuthamini binadamu. Tumeguswa kuja kuwatembelea wazee wetu mlioko hapa, lakini pia mama yetu mlezi wa kituo hiki, nawe tumekuja kukutembelea kukupa mkono wa kongole kwa kazi kubwa na jitihada kubwa unaoifanya ya kukaa na wazee wetu hawa. Mheshimiwa diwani halikadhalika nawe tumekuja kukutembelea na kupa salamu za pongezi kwa kituo hiki kuwa kwenye kata yako lakini pia ukaribu wako wa mara kwa mara wa kuona wazee wetu hawa na kuweza kutambua changamoto zao ni zipi na pia kuzipazia sauti kwa jamii ili kuona wazee hawa wakiendelea kusaidika sisi Tanzania Red Cross mkoa wa Kilimanjaro tukiwa chini wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Esther Maleko mbunge, tumekaa tukaona tukatafakari kwamba ni vitu gani tunaweza kuvifanya kwa sasa, wakati huu tukielekea kwenye maadhimisho ya siku ya Red Cross duniani ambayo itafanyika tarehe kumi ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano kule mkoani Dodoma, lakini wakati huo huo tukienda kutimiza miaka sitini na tatu tangu kuanzishwa kwa Red Cross sasa sisi kama tawi la mkoa, tumesema leo hii basi tuje tuwatembelee wazee wetu na tuje tulete misaada ya kibinadamu hii ikiwa mojawapo ya kutimiza kanuni ya Red Cross, kwani kanuni ya kwanza ya Red Cross inathamini ubinadamu. Kwahiyo wazee walioko hapa ni binadamu kama sisi, na sisi Mwenyezi Mungu akitupa umri tunaweza tukawa wazee kama wao. Kwahiyo mapenzi yetu, huruma yetu na huba letu kwao, huenda ikawa Mungu na sisi akatupa taafifu kwenye maisha yetu tunaamini kabisa hata sisi kwenye majumba yetu tuna wazee kama hawa, kama tunavyowathamini na kuwaheshimu na kuwapenda wazee walioko kwenye majumba yetu, basi hata wazee hawa ni sehemu ya familia yetu. Aidha, diwani wa kata ya mji mpya Abu Shayo amesema jambo lilofanywa na Msalaba Mwekundu mkoani Kilimanjaro ni mfano wa kuigwa, kwani kituo hicho licha ya kulelewa na serikali kwa muda sasa, lakini wadau wengine wamekuwa na nafasi ya kuunga mkono juhudi hizo. Nitoa wito kwa wadau mbalimbali basi wakimbilia ile kambi, waangalia wazee, bado tu wazee wana mahitaji mengi na ni makubwa sana. Nichukue nafasi hii tena kurudia, ninawashukuruni sana sana Red Cross, kazi mliofanya leo ni kazi kubwa. Mungu awabariki sana. Akitoa shukurani zake za dhati kwa msalaba mwekundu mkoa wa Kilimanjaro, mama mlezi wa kituo hicho Maria Masawe, ambaye amekuwa akiwasimamia wazee kumi na wanne, amesema kwa kweli tumefurahi sana, msaada mliotuletea utatusaidia sana, yaani amkufanya makosa kabisa, yaani msaada mlioleta utatusaidia sana na mmeleta msaada mkubwa kabisa ambao utasaidia wazee, watapikiwa watafuliwa, wataoga. Mimi kwa jamii, kama jamii ina mzazi wake, mtu yoyote ambaye mwenye mzazi wake naomba amtunze mzazi wake vizuri kwa sababu ameweza kumleta duniani akaweza akamlea akafika hapo, asimtupe mzazi wake. Kwa upande wao walengo wa msaada huo wametoa shukrani zao za dhati, kwani utawasaidia katika mahitaji yao, huku wakitoa rai ya kuangazia changamoto ya watoto wa mitaani. Jina langu naitwa James Jose, natoa shukurani kubwa kwa, kwa Red Cross, na kwamba tutoe kwa, kwa Mwenyezi Mungu akakuta roho zenu kwamba mkomona kuna wazi kwamba kuja kutembelea, kutembelea wazee. Kwa hivyo Red Cross tunawapongezeni sana. Kwamba tutangulize Mungu tumshukuru Mungu, tunashukuru sana kwa kuja kututembelea na vitu mkatuletea hapa, ni hakika inatufaa katika maisha yetu. Maisha yetu tunategemea walengwa kama nyinyi na wengine na wengine kwa hivyo tunatoa shukrani sana katika maelezo mekua ushapata hapa. Ba nyuma yake kwa mwenye diwani wetu kweli tunayepunda miaka mingi sana hapa, na kwa kweli aliwahi kutulinda kama kawaida kama ka akaongea hapa, sio uongo wake kuzungumza hivi. Kwa hivyo pia na yeye tunamshukuru sana, tunaongezea katika upande mwingine, Red Cross msikae usahau kuja hapa kuja hapakua kutuangalia. Narudi hapo nyuma, sisi tunaambia ni wazee, lakini kuna maadili mengine mnayefanya. Nasikia kwamba kuna watoto wa mtaani, mnafanya nini? Aidha, Mkuu wa Wilaya Moshi Godfrey Mzamba amepigilia msumari kuwa yanayofanywa na Msalaba Mwekundu mkoa wa Kilimanjaro yanaonyesha mshikamano katika jamii na kutambua mchango waliotoa katika jamii huku wakihakikisha wazee wanazeeka kwa heshima na utu. Na jambo mmefanya ni jambo kubwa, na tunafahamu mambo mazuri sana ambayo mnayafanya. Na mimi hata ofisini kwangu walishawahi kufika e, mkuja kunielezea mission yenu, namna ambavyo mnafanya kazi. Na mashirikano yetu kati ya serikali pamoja na Red Cross yamekuwa ya muda mrefu na yenye tija kubwa sana. Mnaihudumia jamii ile ile ambayo pia na serikali inahudumia. Kwa hiyo hongereni sana, na hiki ambacho mmetoa, Mwenyezi Mungu atawabariki sana. Amen. Sisi tunaamini wazee hao watakuwa wamepata faraja kubwa sana, na Mwenyezi Mungu wao wakiendelea kuwaombea dua, Mwenyezi Mungu ataendelea kuwabariki. Katika tukio hilo, Msalaba Mwekundu mkoa wa Kilimanjaro waliambatana waendesha baiskeli wa Kili Red Bikers, hatua ambayo imedhihirisha uhusiano wa karibu na wa heshima kati ya vizazi tofauti na kwamba wazee hawajasaulika na bado ni sehemu muhimu ya jamii.